Habari mtazamaji wa Zantime online, karibu katika kipindi chetu kipindi ambacho unajifunza mengi na unapata kujua mengi ambayo yanaendelea katika jamii yetu. mtangazaji wako ni mimi nitakuwa nami na mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kama kawaida yetu, kipindi hiki tunakuwa tuna mgeni ambaye anakuja anatuelezea kile ambacho eh, ana ujuzi nacho, ah, kimemtokea ama kitu chochote kile ambacho ni fursa ama ni elimu kwa jamii na watu ambao wanatugu, wanatuangalia. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike pamoja na kushare channel yetu hii. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kama nilivyokwambia, tuna mgeni wetu ambaye atakuja atatuelezea leo kaja na kitu gani na anataka kutufunza ni mgeni, karibu Hayo kwa majina anaitwa Mundir Msellem Faki. Nafanya shule ya graphic design. Unafanya shule ya graphic design. Mm. Tuhebu gambo tuelezee kidogo. Safari yako ya gra ya graphic design ilianzia wapi? Safari yangu ya graphic design kwanza ni ndoto zangu, yaani malengo yangu ni kuwa graphic design. Mpaka hapo nikafikia sema leo. Naam. Maybe umeanzia, yani ni kitu gani kilikuvutia mpaka ukaamua kuingia kwenye graphic design? Kitu kilichonivutia hmm. ni sista wangu, yani graphic design hodari sana, mashaallah, Allah amweke hmm. Yani yule ndo alonivutia mimi, ni nikawa graphic design, yani nikawa na malengo ya kuwa graphic design. Alikuwa anafanya kitu gani? Kika, mtia, na mimi nataka niwe kama dada, au ni graphic design, kwa sababu alikuwa anatengeneza mabango mazuri na apenda kazi nzuri ambazo analitengeneza makalenda mazuri hivyo. Katika kampuni nyingi anafanya kazi, anafatwa mara kwa mara ne? katika kazi yake okay. Ni aina gani ya miradi ambayo wanapenda kufanya zaidi katika ile graphic design yako? Alhamdulillah, katika graphic design hakuna kinachonishinda kwenye kwenye ku design, hasa hasa kwenye mambo ya logo, business kadi, brochure, flyer na kadhalika Lijifunzia design, design nimejifunza. Kuna chuo kinaitwa ZDT, nimejifunza pale. Ni programu gani ambazo ulipoendazako kusoma huko na ambazo unatumia mara kwa mara katika kufanya kazi zako? Programu ambazo unatumia ni Photoshop na Illustrator na InDesign kuna yeah, programu nyingine mbali za kutengeneza video lakini haswa hasa ambayo nimebobea sana kuitumia ni Illustrator. Oh, hizo programu ambazo umezitaja ni una utaalamu nazo. Kwa hiyo kitu chochote utakachopewa wewe akiwezi kushinda kwenye programu hizo. Ehe, katika programu hizo ambazo kitu ambacho hakiwezi kunishinda vipo, kwa sababu binadamu unajua hana ukamilifu yeah lakini kwenye Illustrator ni yani nina uzoefu nayo mkubwa sana ambacho, so, tumezo, kuamba, um, wengi, pakazi, mkileo, kucho, na kufanya kitu ambacho najitaka. Sawa, kwa upande kwee, tumezoea kwamba ni madisaini wengi ukiwapa kazi meli leo, ukimwambia kazi yangu kesho naitaka Uh, ukienda kesho anakuambia kazi yako bado sijaimaliza, njoo kesho, njoo kushughulika kwa bado wako wewe eh. Kwa una, unajiaminisha vipi? Kwa mfano mtu akikuletea kazi yake maybe kesho tayari, kazi yako ukija itakuwa tayari, na mtu akija kazi yake inakuta unatumia, eh, uzoefu gani katika hili. Alhamdulillah hmm. Yani, na uzoefu mkubwa sana kwa sababu na spidi ya kufanya kazi kwa maana hiyo naweza nikamwambia mteja kazi yako lini, au saa ngapi kazi yako amaliza, na inakuwa ni kweli. Una msaidizi labda katika hizo kazi zako mpaka unajiamini hivyo, au unafanya wewe kama wewe kazi sana? Nakuwa nafanya mimi kama mimi tu eh. Eh, ya, nafanya mimi kama mimi una msaidizi katika kazi zako Sina, huna ofisi labda unafanya kazi au ni nyumbani tu? Kwa kweli, um, ofisi yako mimi ni nyumbani. Kwa hiyo kuna ofisi maalum kwamba mtu akija hapa anaweza kapata kazi zake vizuri na kuchukua bila shida yoyote, unafanyia uh -huh. tu maana hakuna tatizo lolote ambalo linatokea uh -huh. Uh, okay. Uh, labda umewahi kushiriki katika event au mafunzo tofauti ambayo anato taasisi, ama sehemu yoyote ile, ukisikia leo watu wanajifunza graphic design unakuwa unashiriki au ndo elimu yako ilikuwa nayo ndo hiyo yashakutosha tu? Ah, amna, nimewahi kujifunza kwa kwa mwalimu mmoja ambaye alikuwa anasomesha chuo cha Tehama nilikuwa e, ilikuwa yani, n nimemzoea nime sana kutokana na tafuta, katika utafutaji natakiwa huondoe mpaka ni haya pia uondoe E, nimemshiriki nime sana mpaka alhamdulillah yamsaidia, namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa nilipofikia. Yeah. Yeah. Ah, nimefanya vitu vingi, kwa mfano mabango. Nimetengeneza mabango mengi tu nimetengeneza, natengeneza watu kazi nyingi tu alhamdulillah. Mm-hmm na watu wanakuamini wana katika kazi zao yeah. Wa kushi na kweli sana na, uaminifu ndio kitu muhimu kabisa yeah. Tuna, tunaelewa kwamba eh, kazi hakuna ilo, hakuna kazi iliyokosa changamoto, hakuna faida iliyokosa hasa. Kwa upande kwa changamoto gani ambazo unakutana nazo katika mtu? Changamoto ambazo wanakutana nazo, inatokezea siku wakati unatengeneza kazi yako wakati unatengeneza kazi yako mara laptop ambayo wanafanya kazi ama yani kompyuta inaweza ikatokea tatizo ikazima, na mwenyewe huku akiitaka kazi yake. Hiyo ni changamoto moja ambayo nakutana nayo, kwa sababu inachukua muda kwenda kupeleka kwa fundi na mtu na kupata kazi yakesho na mimi nasubiri kazi yangu, nataka kazi yangu. Mimi nitakuwa sielewi kama mimi kompyuta inapata tatizo, mimi najua, mimi naambia nije muda fulani, napata kazi yangu, basi mimi nakuja muda fulani. Hapo niku kwenda kutafuta sehemu nyingine, yani kumfuata mtu anipe ofisi, yani laptop, yani ofisi ya pia mm. Naweza kufanya kazi yake ila ndo itakuwa itachukua muda, kwa sababu ahadi iliokiana na mteja itakuwa imepita kikweli. E, ananielewa so. Changamoto, changamoto, mm -hmm, changamoto nyingine changamoto nyingine ambayo anakutana nayo wakati unatengeneza kazi, labda ushatengeneza mteja anakwambia isijaipenda e, e, hii wakati ushamtolea, anakwambia hii kanisa isijaipenda. Kwa hiyo itabidi iwe sasa mteja e, kama yuko kwanza, si anakuwa anakuletea ile sample ambayo anaitaka. Eh, kuna wateja wanaleta sample, kuna wateja wanakuwa wanakupa maneno tu, wengine na maneno pia utoe wewe. Anakuambia, wewe ni fanyoni na kuomba wewe. Wewe ni fanyoni na kujua wewe kwa eh hiyo ile nifanya navyojua mimi, nikifanya mimi pengine hajaipenda, anataka ena akijui. Kwa hiyo wako inakuwa changamoto kwa kweli. faida ambayo unaipata katika graphic design kusabu, kwa sababu ukiwa graphic design, alhamdulillah Mwenyezi Mungu anakujalia, yani reisi yako huikosi faida. Zipo watu wengi wanatamani kuingia katika graphic design So, mimi, nakuja, nataka wanafunzi. Yani, wanafunzi wako, naweza kunifundisha graphic design au watu wa nje au wanataka tufundishe graphic design kwa mafundisho, eh, nawafundisha kwa kweli. Akija mtu lakini hayupo serious mm -hmm. Ana kila kitu hukitaka. Akiwepo serious, mtu utamjua kama huyu yupo serious na hichi kitu, okay. Yeah. Labda kuna mabadiliko yoyote ambayo umefanya kutoka unakutana naye kutoka mwanzo mpaka sasa hivi ndipo kwa mwanzo na sasa hivi, mabadiliko gani umekuta? Mabadiliko yapo, mabadiliko yapo makubwa tu. Mwanzo nilikuwa kwa sababu mwanzo ulikuwa natumia kompyuta ya sista wangu eh, lakini sasa hivi kompyuta yangu eh, Kazi. Na, nafanya kazi watu wengi okay. Uh, huo anapenda kifanya kazi kama hizo, mi nataka niajiriwe serikalini, nataka nijiajiri mwenyewe mimi, nataka niajiriwe kwenye makampuni. Wewe kazi yako hii, nataka kuajiriwa au nataka tu ufanya mwenyewe, taki kuendesha kwenye kazi yangu hii, kila mmoja ana anaomba re si, same tofauti Mi ikiwepo sehemu yani ya kuajiriwa serikalini, namomba Mungu anijaalie insha allah, na vile vile ikitokea kwenye makampuni pia kiniajiri pia vizuri, nitashukuru kwa sababu ni moja ya ndoto zangu kufanya kazi na kuajiriwa wa. okay. wanakupata wale wakitaka kukuajiri eh? Watanipata mitandao ya kijamii nini? Mimi nataka nataka, ah, kwenye mitandao watanipata kwa account name Mu Graphic, Mu Graphic, Mu Graphic namba za simu sifuri sita ishirini na tano ishirini na moja thelathini na nne ishirini na moja hamsini na nne Kuna ushauri mimi, kuna vijana huko nje wao hawataki wa, kazi wanasubiri ajira, famu famu fama, ajira wa kuni, nje, kazi, ya serikali na tunafahamu kwanza kwamba ajira zipo nyingi. Ushauri wako nini kwa vijana ambao wako nje hawataki kazi wanaendelea na washauri vijana wajitokeze kwa, kwa wingi kwenye kujifunza graphic design ha, wanaume na, na wanawake kwa sababu hii kazi, so kazi ya kutumia nguvu, kazi ya kutumia maarifa. Graphic design yani ni, ni wanaita wanaita wanaita na, kazi ambayo haichagui ha. Mwanamke anafanya, mwanaume pia anafanya, si ndio? Ndio, no yani yani hiyo kazi pia haichagui kwa sababu, kwa sababu si kazi yangu pia graphic design. Kwanza unatakiwa uwe na uwezo wa kufikiri, ili uwe graphic design nzuri, uwe na uwezo wa kufikiri na vijana. Mbona vijana wana uwezo wa kufikiri sana wana uwezo wa kubuni kwa sababu graphic design ni ubunifu. Mm. Vijana tujitokezeni kwa wingi kujifunza graphic design, graphic design sana yani. So kazi, kazi, mm, kazi ngumu linahitaji uvumilivu na na subra kwa sababu changamoto hazikosi. Yeah, asante. Tunafahamu na mtazamaji wa Zantime online na pale, tumeweza kufahamu mengi mengi mengi na mazuri zaidi kuhusiana na graphic design. Kama unaangalia sasa hivi na unanisikia basi nadhani na wewe unatamani zaidi kujifunza kuhusiana na graphic design. Mmoja ametaja namba yake na Mudi amesema anachukua wanafunzi, hilo. Yes, ukiwa serious, kama haupo serious basi usia hafundishi. Asante kwa, kwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Ulikuwa nami Hamid. Tukutane tena wakati mwingine. Bila kusahau, usisahau kusubscribe, ku comment, ku like pamoja na ku share.